Serikali ya kaunti ya Taita Taveta kwa ushirikiano na umoja wa Ulaya EU imezindua jengo la kuhifadhi taka eneo hilo la Chakaleri katika eneo bunge la Mwatate kama njia mojawapo ya kupunguza uchafuzi wa mazingira katika mji wa Mwatate na Voi. Katika jengo hilo vikundi mbalimbali mbali vya wanawake pamoja na vijana watapata ajira kwa kukusanya taka ambazo zitahifadhiwa na baadaye kubadilishwa na kutumika tena. Hapo awali uchafu kutokana na majalala ulichafua mito eh, na kuweka wa, wakazi hatarini. Wananchi pia mimi namshukuru, manake kawaida tabia ya Mtaita na Mtaveta tabia ni ya kukataa kutoa shamba, manake wengi miradi huja nyingi, lakini ukiambia shamba iko wapi, ukienda kujaribu tayari utajikuta huko kotini. Lakini hii ilienda sawasawa, na nafikiri mali inaelekea tunaenda mali pazuri. Mi nasema ni shukran kwa kuletea huu mjengo kidogo. Mabadiliko yamekuwa si kama vile kitambo, kulikuwa kuna kazi, lakini mjengo ulipoanza kidogo tumeona changes kama kwa familia, imetupatia pesa, imetupatia mambo mengine madogo madogo, mahitaji. Hata idleness yenye tuko nayo limepotea, yani imepungua. Maana tumejipatia shughuli kidogo. Hapa nyuma, kabla hata hili jengo lijengwe hapa, ilikuwa ni takataka na tangu sasa tukaletewa, wakati wafadhili walikuja wakaungana na akaunti yetu wakatujengea hii facility, tukaletewa sasa. Tunaona tumekuwa na challenge kubwa ya soko, tumekuwa tukipeleka mali kule Voi kwa brokers, lakini sasa tunafurahia.